So, tukisema flossing mm. Atumanishi ile ya kuringa yeah. Kwa Kingereza yeah. But, uh, meno tunamaanisha huu ndio uuzi ule mm. wenye tunaongelea mm. Kwa hivyo imetengenezwa kwa hiyo uh, imetengenezwa kwa kusaidia kwa kusafisha katikati ya meno, mm. specifically for that eh. So hii unaweza ukaipata kwenye supermarket, kwenye pharmacies, hata online kuna wale wanauza huko oh. Kwa hivyo hivi uh, ndio vile inakaa mm. Mostly the white string mm. na hii imetengenezwa kutoshea ile nafasi katikati ya meno mm. Bila kuumiza mm. Na kutoshea vizuri bila ku, ku, ku, kulazimisha, kum, bila kulazimisha mm. Na pia isi create, eh, nafasi zile hazihitajiki kwenye meno mm. So hivi ndio inakaa. Unakata tu a piece, unaiweka kwenye vidole zako alafu unaingiza katikati ya meno mm. Hadi mwisho ukiegemea jino uh, jino moja, alafu unatoa hmm. juu inatoa hmm. na uchafu hmm. Alafu unaliweka tena kwa same same place in between your teeth, lakini wakati huu wa pili unaegemea ilo jino lingine hmm. Alafu unatoa hmm. alafu una repeat the same process hmm. Hiyo sasa ndio inaitwaje flossing of teeth. Yes. Je, cavity huwa inasababisha mtu anaweza mwisho wa siku kutolewa jino na kung'olewa jino? Yes. Yeah, inaweza ikasababishwa, inaweza ikasababisha kwa sababu mm, uh, cavity ikiwa kuna kuna levels, kuna ile changa, kuna ile imeenda deep zaidi na kuna nyingine imeharibu meno kabisa. Kwa hivyo inaweza ikamwamsha mtu usiku uh, inaweza ikauma mtu usiku mm, alafu inaweza akafanya ukangolewa meno, hasa usikuhwa ni muda wake sana. yeah. mm. uh, the, uh, ioa mm. eh, when you lie down, the pressure, the blood flows, na ukiwa umesimama Eh, si si kama vile ukiwa umelala hivi. Kwa hivyo the pressure inaenda huku chini pande ya kichwa, kwa hivyo ina cause so much pressure kwa mm-hmm. sababu hata ndani ya jino kuna damu, kuna mishipa huko ndani, kwa hivyo ina cause so much pressure. Alafu sasa ndio maana meno sana sana zinauma ma, yeah. nini, yeah. waku, yeah. mm. usiku. Maana nilikuwa nikijiuliza hivi ni kwa nini aa mmoja wapo maana ugonjwa wa meno a imetu yeah. okay. yeah. meta tena hapana, huo ni mm. mchezo ambao ufai kucheza mm. eh, labda hilo liki, jambo likikupata usiku mm. una meza ile penkila mm. eh, most of the eh, over the counter penkilas zinawaka kwa meno mm. labda uh, diclofenac mara moja mm. panadol nyingi mm. za zenyewe alafu ikifika asubuhi, wewe tafuta daktari wa meno mm. so that mm. usiendelee, lakini kuna hope, kuna mm. cavities zinaweza tibiwa, si mm. lazima ung'oe meno kila wakati mm kama ni ndogo vile hazijaingia kwenye mishipa mm. ama pulp ya mm. jino, then uh, a simple feeling, what is known as a feeling, inafanywa alafu jino linakuwa sawa tena mm. lakini kama likuwa limeingia kwenye mishipa mm. sasa inakuwa ni lazima ufanye haribika zi... kabisa, yeah. Yeah. Yeah. Sasa hapo mm. inaangalia levels, the level of damage, zingine mengine unaweza save na root canal na crown mm -hmm. Buti mengine inabidi itolewe mm -hmm. Lakini hata ikitolewa, msijali, bado kuna remedy mm -hmm. Unaweza ukawekwa meno ya kuwekwa kuna dentures, kuna bridges na kuna dental implants mm. ambayo ni menua. mambo maybe tutaongelea wakati mwingine. Oh kabisa maana ukiangalia. yeah. na watu wengi ambao kufahamu yeah. hasa health hygiene ya meno wengi wamesahau. yeah. na utakuta wengi ndio tunauma mili lakini mtu mm. wakumbuke kwamba kuna, kuna yule mtu anayesaidia maana kabla ya tumbo, yeah. na tumbo ndo kila kitu yeah. na chakula ndo kila kitu, lazima yeah. ipitie katika mekanizi mm, yes. lazima tu mtu atafune, na bila kusahau pia, kama unaweza kutoa nasaha ya mwisho ambao ungependa mpenzi mtazamaji aweze kufahamu mm. na kujua zaidi kuhusiana vile ataweka hygiene yake ya meno mm. umetutajia kwamba ni vizuri sana kuweza kuja mswaki kila siku, na pia kubadilisha kubadilisha mswaki wako, kwa sababu ukiangalia mambo ni mengi siku hizi na watu wengi tunapenda sugar, hakuna okay. Mtu mwenye apendi mm -hmm. <laughs> Ya sasa ni nasaha gani ambayo utampa mpenzi mtazamaji na pia kabisa kumpa courage ya kwamba asione labda ameachwa nyuma ama asione labda mimi ugonjwa meno umefika ndo kabisa maana? mm -hmm. Kuna wale wengine wanaumwa na meno kiasi ya kwamba anaona mimi ndo basi maisha mm -hmm. yameisha anampoteza ile smile, na ukiangalia katika logo yenu mmeandika ya kwamba yes. Mm -hmm. The, the smile smile, you deserve. Exactly. Yeah. Now, mi naeza nikampa naweza nikamwencourage that shida ya meno siyo the end of life. Unaweza, unaweza ukapewa smile back. Najua kuna watu ambao shida za meno zimewafanya hata hawawezi kucheka mbele ya mm-hmm. watu kabisa, ni much more than just the teeth in good mm -hmm. condition. It can affect even the self-esteem of people. True. Uh, lakini haya yote yanaweza yanaweza kuchenjiwa, mm. Unaweza ukafanyiwa whitening veneers, mm. Unaweza ukawekwa implant, kama ni uchungu, unaweza ukawekwa ukafanyiwa root canal, mm. Kwa hivyo kwa shida yoyote ambayo uko nayo ya meno, mm. jua tu kuna solution for it. Mm. Usiumie tukiwa hapa, mm. utatutembelea tu, tu katika kliniki yetu hapa Sarit Center, second floor, Pinnacle Dental, lakini parting shot ama jina uh, neno ambalo nataka kusema la mwisho na, ni kwamba katika mambo ya meno na oral hygiene mm. tunasema tu always remember the rules mm. of tools mm. the rules of tools inamaanisha unafaa ku brush mara mbili kwa siku mm. unafaa ku visit dentist wako for cleaning mara mbili kwa mwaka mm. Alafu inamaanisha pia unafaa kubrush, ile muda ambayo una brush mm. inafaa kuwa a minimum mm. of 2 minutes, isikwe mm. mm. chini ya mm. dakika mbili mm. Kwa hivyo the rule of tools. The only exception kwa hiyo rule ni brush, ni brushing, ni change of brush which you should do after every 3 months mm. Lakini pia msisahau Mm. muhimu sana mm, shukran sana Daktari Rije, na hakika umekuwa mwenye kutufaidisha na kutuwezesha pia mm, nadhani mtu mpenzi mtazamaji atakuwa amefahamu ambao umeweza kuyasema, na naamini ya kwamba utakuwa unapata wateja kwa sababu meno ni kitu muhimu sana. Asante, asante sana nauu na oh, ah njema karibu kurudi kwako. Mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Dr. Jane umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Binafsi nimeweza kupata maswala mengi kupitia yeye na kujua mengi kuhusiana na cavity.